Mwisho kabisa. Kwa hiyo kutawanya eh, madrafti kwenye vijiwe, tujiwe tu, idadi kishajua idadi, tunatawanya mabenchi, mbao tunazo wenyewe, mafundi ni wetu wenyewe, mimi niku, nikuwezesha tu, niambie ni lini, mafundi wako wapi, mbao ziko wapi, kazi hiyo ifanyike. Kwa hiyo tunataka tuone watu wafanye wa, wa baada ya kazi wanakwenda kucheza draft, baada ya kazi wanakwenda kujirefresh. Tupendi kuona saa nne watu wanacheza draft, nataka baada ya kazi watu wanakwenda kucheza draft, nafanya shughuli zako jioni kwenye draft. Kwa hiyo ni mambo ambayo hayana matatizo, ni mambo ya ambayo kwangu mimi nasikia fahari kuyafanya, kwa sababu ni huduma kwa wananchi nilifanya utekelezaji wa ilani mwezi wa kumi na mbili tarehe 23 kwa tarehe 22, nikawa nafanya tathmini tu ya kuangalia hela ambazo Tanzania, hela ambazo serikali imetupatia kwenye kipindi cha miaka minne kwa miradi mbalimbali mbali. Na asiyesabii miradi ya barabara inayokuja, wala siyosabii kiwanja cha ndege kitakachokuja, miradi mbalimbali mbali mingine, maji, barabara, mahospitali, mashule tulikuwa tunaongelea bilioni mia tatu ndani ya mkoa wa Njombe. Ndugu zangu ni fedha nyingi na zitaendelea kuja kwa wingi, lakini nikajifanyia tathmini hata mimi mwenyewe kwamba hivi mimi kama mbunge mchango wangu umekuwa ni upi kwenye kuhakikisha kwamba mambo mengi yanafanyika. Na kwa kweli nilimwomba, nilimwambia mke wangu, nasoma hapa, asisikitike maanake hela za familia kaambia wananjombe mumshukuru, kwa sababu haya mambo mi nayasema, lakini naye amekubali, anataka tuendelee kutoa huduma kwa wananjombe. Na kwa hesabu ya haraka kwa wakati ule, nilikuwa nimetumia shilingi milioni mia nne za mfukoni mwangu za mfukoni mwangu. Sasa mi nawatazama, mbona mi sijaonja, mi sitoi kwa mtu moja moja. Mbona kuna wengine wananingoja pale wanadhani nitakuja kugawa mimi, si, mimi sera yangu ni hiyo moja, kwamba sipokusaidia mtu mmoja mmoja, nipokusaidia shughuli za maendeleo za vikundi, lakini nipo kusaidia matatizo yale ambayo ni ya kweli tana na mama mjane watoto wamekwama kabisa uwezo hamna, hao ndo nawaangalia, lakini vilevile vikundi mbalimbali. Sasa kwenye risala eh, Mwalimu Mahenge ameongea hapa kuhusiana na swala la mikopo. Ndugu zangu ni kweli, mikopo ni mingi, na moja ya ombi ambalo mlikuwa mmelitoa na wananjombe walilitoa ni kuhakikisha kwamba hii watu wazima na wenyewe wanaingia. Tumefanikisha kwenye mikopo ya halmashauri, tumefanya ushawishi. Walikuwa wanaishia miaka thelathini, sasa anakwenda mpaka miaka zaidi ya 30 mpaka 40 arobaini na tano. Kwa hiyo tumefanikiwa kusogeza pale. Kwa hiyo mtu ambaye yuko mpaka 45 anaweza kapata sasa mwalimu na kuelewa, wanasema kwamba ukitoa mpaka hapa, watu wanaomba kule zaidi. Kwa hiyo anasema tuongeze goli. Kuna wazee vile vile ambao na wenyewe hawako tasafu, lakini ni wajasiria mali na ni kweli, kwa data za benki tunasema, kwa data za, za WHO, shirika la afya duniani, umri wa kuishi umeongezeka kwa hiyo mtu wa hamsini wa hamsini na tano wa sitini bado ana maisha. Kwa hiyo ni kweli kama mnavyosema kwamba na, na hao waangaliwe. Kwa hiyo niseme kwamba lenyewe nalichukua kama moja ya mambo ya.